Janga ambalo limetokea jana majira ya saa nane za mchana kwa kipindi cha dakika tano cha baadhi ya nyumba za ndugu zetu kuezuliwa kwa upepo, lakini nyingine kubomoka. Kwa mimi kama mkuu wa wilaya nikasema, siwezi kukaa Nachingwea au ofisini bila kuja kujionea nini ambacho ki kimetokea kime, kime, kime ili angalau tuwafariji alafu mwone nini serikali inafanya. Kwa hiyo, ya kwanza niwashukuru, ni ni kwanza niwape pole, lakini vilevile ni washukuru wale wananchi ambao walijitoa kwa huruma zao kuwafariji, lakini kuwahifadhi wenzao ambao nyumba zao zilibomoka. Mimi niwapongeza sana kwa tabia hiyo, maana majanga hayaleti na binadamu au sivyo? Sa ni majanga, hatujui nini kitatokezea. Inawezekana wewe leo unajiona nyumba yako upo salama, lakini baadaye baadae sana wewe usiwe salama. Kwa hiyo kwanza niwapongeze wale wote ambao mliweza kuwafariji wenzenu kuwahifadhi, hongereni sana katika hilo hai. Pamoja na hayo, kama serikali jukumu letu kuja kufanya tathmini, tathmini ya maafa au majanga ambayo yamejitokeza. Tumesikia jana tathmini ambayo ilianza kufanywa kuanzia jana na wataalamu wetu wa halmashauri, kulikuwa na kaya arobaini na nane, lakini leo mpaka hii asubuhi kaya hamsini na mbili, lakini bado wanaendelea kupitia maeneo yote ili kupata takwimu sahihi za watu wangapi walioathirika kwa ukubwa. Kama serikali, baada ya kufanya tathmini yote, kwa sababu kwenye serikali huku kwenye ofisi ya waziri mkuu kuna kitengo cha maafa, ndio kinafanya jambo lote ile. Sawa jamani. Kwa hiyo sisi tumekuja hapa kuambia kwamba serikali tupo, tupo pamoja na nyie kwenye majanga haya. Kwa hiyo kubwa ambacho nawaomba, nimepita eneo moja hapa, nimeulizia nikaambiwa, hapa ni ni eneo la biashara, kwa maana kuna mgahawa, lakini na nyumba vile vile makazi wenyewe. Kwa sababu wapo kwenye biashara wameamua haraka kurudisha pa, lakini wamerudisha bati. Kwenye ukuta kuna nyufa kubwa na umeanza kulala. Nimewashauri wasiendelee kutumia eneo lile, maana hujui wakati gani ukuta utaanguka, uta na ukianguka, hujui madhara yake, haitakuwa kiasi. Kwa hiyo nanyiwa, nanichi, na nanyie wananchi, nawaomba hata kama unaenda lako la biashara, lakini kuta Haiko vizuri umepata haya maafa, tuondoke kwenye eneo hilo. Unaweza kufanya una fedha za haraka, yangusha yote, anza upya kujenga, lakini usijaribu kusema bana lazima nikae hapa hapa, unaweza kupata madhara makubwa zaidi kuliko hayo ambayo Mwenyezi Mungu amekunufuru. Kwa hiyo naomba mwendelee, kwamba serikali tunaendelea kufanya tathmini, baada ya kufanya tathmini kwa kushirikiana na mbunge wenu na mbunge anawapa pole sana ndugu zangu, yuko nje, yupo majukumu mengine ya kitaifa, lakini jambo lenu analijua analifuatilia, na mimi kanipa bana salamu kama nije kuwapa salamu kwamba anawapa pole sana, na yeye mapema yote yanavyo, atakuja hapa ili kuweza kushirikiana na nyinyi katika kutatua jambo hili ambalo limejitokeza kwenye wilaya yetu ya eneo hili la kijiji cha Makanjiro. Sawa jamani, kwa mimi naomba tuachie wale mashauri wanaendelea kufanya tathmini, baada ya kumaliza tathmini Halmashauri watakuja hapa pamoja na mheshimiwa mbunge kutoa neno. Kwa hiyo naomba sana tuendeleeni kusaidiana. Wale ambao nyumba zao zimeharibika, hawana mahali pa kukaa, sisi ambao tuna, tuna maeneo, tuna nafasi, basi tuwahifadhi wenzetu.